Kwa majina ninaitwa Jessica Jackson Shoni. Kitu kilichonifurahisha zaidi kuwa Kitenga ni kwamba nimejifunza kuwa msichana ambaye ni thabiti, mwenye nguvu, mwenye ujasiri, na nimejua jinsi gani ya kujipambania. Nimekuwa kiroho, nimeweza kuwa na ufaulu mzuri, nimeweza kutengeneza nidhamu, na pia nimeweza kujifunza kazi mbalimbali mbali za ujuzi wa mikono, ikiwemo masuala ya kilimo, michezo na mambo mengine mengi ambayo yananisaidia mimi kuwa mwanajamii bora, kuwa binti bora, na mwisho wa siku kuwa mwanamke bora ambaye anajitambua, anajiamini na anayejithamini. Uh, wito wangu mimi kwa wanafunzi wengine wote wanaohitimu kidato cha nne ni kwamba yale yote tuliofundishwa shuleni hasa, wa wa hasa kwa upande wetu sisi hapa wasichana shule ya sekondari Kitenga, tuendelee kuwa watu wa kupambana, tuendelee kuwa wanafunzi wa kujituma. Nidhamu yetu isiendelee kuishia kubaki kwenye vyeti, hasa kwa wale waliopata vyeti vya nidhamu. Hapana, nidhamu yetu tuifanye iwe ya vitendo, tujaribu kufanya mambo yakae kwenye mfumo unaoeleweka ili jamii iweze kutupokea vizuri, na mwisho wa siku tuwe mfano bora katika jamii, tufanye kazi kwa juhudi, tusichoke kupambana pali kunapokuwa na changamoto, tusikate tamaa. Mwanzo wetu uendelee kuwa na hatua thabiti ambazo zinapokelewa na tufanye yote anayokubaliwa na jamii na yanayompendeza Mungu, ili katika yote tusiishie kuwa katika tabia ya tarishi, labda matendo maovu na vitu vingine ambavyo vipendezi jamii, ili katika yote tuweze kuwa mfano bora. Wito wangu kwa wazazi, ningependa kuendelea kuwapa wazazi kuwakumbusha wazazi kwamba watoto wa kike tunaweza nafasi, kwamba tunaweza. Kwa kwa kwa kwa wa kwa tunaweza na tunaweza mzuri wa, wa kufanya mambo makubwa. Kwa mfano tunaweza kushika nyadhifa mbalimbali kwenye uongozi kwenye serikali na mambo mengine, waende kutupatia nafasi mimi siendelee kutukandamiza mtoto wa kike anaweza there is nothing a girl cannot do forever my name is Catherine i am a form 4 student uh, in this school Kitenga Girls secondary school i have learned various various things including doing doing different activities activities like manuals, example weeding sweeping fetching water and, and doing various activities. also in my school i have enjoyed a lot because